Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ee, ndugu zangu wa Istiqama Swahili TV, bado tukiwa katika mwendelezo wa vipindi vyetu vya ufupisho wa hukumu za funga. Leo bila taala tutaangalia katika hukumu za, wa, za wale ambao waliofungua katika mchana wa Ramadhani, halafu wakawajibikiwa katika kulipa na kuleta kafara pamoja na kulipa zile siku ambazo wamefungua, e, katika vipindi vilivyopita tulizungumzia kwamba miongoni mwa mambo ambayo yanafisidi funga ni mtu kula au kunywa kusudi mchana Ramadhani au kufanya tendo la ndoa. Kuna hukumu gani ambaye atayafanya haya au kufungua kijumla jamala bila udhuru wa kisheria e, akafungua katika mchana wa Ramadhani? Naam, audhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rahmani <clears throat> rahim

wamefungua katika mchana wa Ramadhani bila no. udhuru wa kisheria no. kama mtu ambaye alikula kwa makusudi au alifanya no. tendo la ndoa kana no. kwa makusudi basi no. hawa kwanza la kwanza wanatakiwa kutubia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, no. kutokana na makosa waliyofanya kwa no. sababu hii ni kosa. Kisha la pili watakuwa na deni ya kuilipa ile siku ambayo walifanya jambo lile, kama no. alikula ile mchana wa Ramadhani au no. alifanya tendo la ndoa au alifanya no. istimna kufanya no. wanaita wana kujitoa manii masturbation no. Basi hii itamwajibikia ita, kwamba vile vilevile ajili pili siku lakini no. yake lakini juu yake atakuwa na kafara mughallaba no. ambayo kafara hii inaitwa kafara nzito no. kafara hii Itamwajibikia ita, ita, ita, ita kwamba uh, amwachie huru mtumwa no. kama atakuwepo, lakini kipindi hichi kama tulivyoelezea katika halaka zilizopita yeah, hawapatikani hawa hawapo no. kwa hiyo ata akikosa ata, ata, mtumwa atakuja katika kufunga miezi miwili kwa mfululizo no. akiwa haku, hakuweza kufunga miezi miwili mfululizo kutokana na udhaifu labda alionao uzima au maradhi no. basi huyo atatakiwa alishe maskini sitini maskini. No. huyu kinyume jamana, tumemwelezea kwamba alifungua kusudi hali yake ya kulipa inakuwa ni hiyo. Sasa vipi yule ambaye e, amezembea, amezembea kulipa, labda kufunga zile siku ambazo kala katika mchana Ramadhani, au zimefisidika siku zake hadi ikaingia Ramadhani nyingine, na yeye anakuwaje huyo katika kulipa? Je, inamujibikia naye pia kafara kama hiyo ambayo umeelezea eh, kuhusiana na mtu ambaye alikuwa, alikuwa na wajibu juu yake, alikuwa anadaiwa nafunga No. alafu ikawa hakulipa mpaka ikaingia Ramadhani nyingine, wanagawika no. sehemu mbili no. inawezekana ikawa mtu hakulipa kwa udhuru wa kisheria labda no. pengine alikuwa ile Ramadhani ambayo alikuwa nadaiwa alikuwa anaumwa kipindi kile cha Ramadhani no lakini baada ya kutoka Ramadhani iliendelea ile homa yake na ale maradhi yake hakupata shifaa mpaka imeingia Ramadhani nyingine, nyingine. Huyu, kwa, kwa sababu no. huyu itakuwa kwake hakuna tatizo kwa sababu yupo katika udhuru no. wa kisheria au kuna mwingine tuseme alikuwa na lile deni halafu alikuwa hakufunga kwanza alafu no. akajisahau mpaka kajakuta Ramadhani nyingine vile vile atakuwa na udhuru wa kisheria ama mtu ambaye amefanya Yani, alipuuzia mm. kwamba ilikuwa anajua kwamba anatakiwa kulipa hii funga no, lakini hakulipa mpaka imekuja ramadhani nyingine no. Basi huyu amekubaliana na maulamaa kwamba itakuwa akafanya Mm -hmm. Itabidi amstaghfiru Allah, muombe msamaha Allah kutokana na alichokifanya, so yeah. Lakini pia vile vile kwa muda kwa vile ishaingia Ramadhani hii hapa itabidi ailipe ile funga, ile funga iliyopo, itabidi afunge funga ile ambayo iliyopo kwanza. Halafu ikimalizika Ramadhani atakuwa nalo ile deni bado, halijaondoka. Kwa hiyo itabidi alilipe ile deni. Halafu hapo katafautiana, je, anatakiwa juu yake atoe kafara ya kulisha maskini no. au vipi? Kuna baadhi ya maulama wamesema kwamba juu yake atoe kafara yani, na alilipe lile deni, lakini kutokana na hili kosa la kucherewesha makusudi, itabidi vilevile atoe kafara ya kulisha katika kila siku moja anayolipa, vile, vile alishe, hmm, alishe maskini no. Hakuna baadhi ya wanazuoni wakasema kwamba hmm, hakuna dalili ya kusema kwamba atoe kafara , bali itakuwa amefanya makosa, atubie na alipe ile siku. Na hadithi zilizokuja ambayo imepokea katika Daraqutni, ambayo hadithi marufu, lakini vile vile kwa Imam al-Bukhari mawqufu mm -hmm. amesema sio hadithi no. hasijathibiti sanadi zake, kwa hiyo hawakuitegemea hadithi hiyo kwao no. wakasema juu yake kwamba alipe na vilevile afanye toba na hadithi <laughs> hii kauli hii vile vile ametegemea Abu Sa'id al-Qudami mm, kama anavyosema Imam imamusalim rahimahullah ta'ala, mm, wa fihi qawlu annahu la yajibu wa huwa ila Abi Sa'id a'jabu. Mm, na kwamba ipo kauli vile vile kwamba haiwajibiki juu yake no, kutoa chakula, yani kufuta kafara baada ya kwamba kashalipa no. Na hii kauli hii ndio ambayo kaipendekeza Abu mm, Abu Sa'id al-Qudami no. Hapo umetaja ume baadhi yani, eh, ya yani adhar ambazo zinamruhusu mtu kwamba yeye anakuwa hana hana kafara ukamtaja mtu ambaye alikuwa kiuma. Sasa ikitokezea huyu mtu tayari alifungua katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, akawa na lile deni katika nafsi yake, alitaka pengine kulipa Tayib. au inawezekana hakuwa na nia ya kulipa, yakamfika mauti, aliyekuwa na lile deni hakulilipa na ilifunga na yeye yeah. Yeah. inakuwaje, ni hukumu yake katika au hukumu ya kisheria. Ewa, mtu ambaye alikufa haliakuwa na deni vile vile, unagawika sehemu mbili <coughs> kuna mtu ambaye alikuwa na lile deni lakini hakupata muda wa ku, kulilipa kwa no. mfano aliumwa baada ya kumalizika Ramadhani, ikaendelea yale maradhi yake mpaka kufikia kufa no. huyo atakuwa bado ilikuwa haijamlazimikia juu yake kufunga kwa hiyo itakuwa hakuna tatizo juu yake na. Ama mtu ambaye alipata shifa alipata shifaa yani, alirudi katika hali yake ya kawaida, alikuwa anaweza kufunga, ikisha hakufunga mpaka akafikia kufa. kufa basi huyo atakuwa na deni na. kama ilivyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam man, mata wa alayhi siyamu sama anhu, yule ambaye atakufa aliyakuwa yakuwa anafunga yani, hajazilipa na deni, basi watamfungia wale warathi wake. wake, na. na jinsi ya kufunga warathi wake katika no. kulilipa deni hili no. basi, wanasema wenye elimu kwamba watalilipa kama vile wanavyogawana mirathi. Yule no. ambaye ana nasibu kubwa ndo atachukua nyingi no. na yule ambaye ana nasibu ndogo atachukua nyingi vile vile kama wanavyogawana mirathi no. Na katika kulilipa, inapendekezwa kwamba waanze wanawake No. kabla kudia, wanaume, kwa no. ya kuja wanaume kwa sababu ya kufuataniza no. na wakianza wanaume huenda ba, ishafikia zamu ya mwanamke ikawa na uhuru wa kisheria no. ikawa hakupata vile kuendeleza no. basi wakapendekeza kwamba waanze wanawake, baadaye walizobakiwa zichukue wanaume wamalizie no. No. No. Na ikitokezea kama mfano, kuna mmoja akasema, nataka kuzifunga zote, au kama wawili akasema, sasa nitazifunga zote, basi hamna tatizo, unatakiwa wanaweza wakalilipa lile deni kwa njia kama hiyo. Je, wakiamua hawawarithi kwamba izifunga wampe mtu mwingine kwa kumlipa kwa ujira kwamba amfungie yule yule mzazi wao au yule ambaye e, ilikuwa inastahiki kwao kulichukua lile deni na kumfungia. Ewa. I, vipi hii nayo inaruhusika kisheria? Ewa, na katika masala haya vile vile wametofautiana wenye elimu no. lakini kauli ambayo ambao anategemea Mufti Aam wa Sultan wa Oman Sheikh sheh mm. Ahmad Al-Khalili no. kwamba akasema hakuna dalili ya jambo hilo no. hakuna dalili ya no. jambo hilo na tunatosheka na vile ilivyokuja naso. No. nasu imekuja kwamba wafunge wale watu wake wa karibu no. kwa hiyo kama haikuwezekana kufunga watu wake wa karibu, basi mm. anasema watoke kwenye e, suyamu wa, walishe walishe. moja kwa moja, haina haja ya kumfanyia mtu mtu kumlipa mtu kwa ajili ya mm. kuwafungia, japo kuna maulama ambao wamesema kauli hiyo, lakini wakasema hii kauli mambo mm. haya ni ya, ya, ya ibada ya kimwili kama kama vile swala mm. kama ilivyo swala, kwa hiyo mm. ibada hizi zinatakiwa afanye mtu mwenyewe. Mwenyewe, lakini inatosheka kwa mfano, kuna dalili ambayo imekuja ruhusa basi nachukuliwa kwa ile dalili tu, wala hataki kufanya mm. kiasi baada hapo mm, kwa hiyo hii, watu wa karibu wameruhusiwa kumfungia mm, kumfungia mtu wao. wao. Basi natakuwa itosheke hiyo tu no, lakini wasimlipe mtu mwingine kwa ajili ya mm, ikiwa wao hawakuweza na nini hawakutafikiana, hawa, hawa, basi kufunga mm, basi wanaweza wakalisha, itakuwa mm, imetosha. Kwa hiyo wana mambo mawili, ima kufunga au kulisha. oh. Taibu. Eh, katika hali ya kulipa sasa, mtu tayari sasa hivi yeye kashapata wasawa wa kulipa. Je, eh, kuna funga za sunna zile zinakuja, kwa mfano funga sita au funga nyingine za sunna hmm. kwa ujumla jamala, je itaruhusiwa kwa yeye kutanguliza hizo funga za sunna kabla kulipa yale masiku ambayo alikuwa kidai katika mwezi mtukufu Ramadan? Hii katika upande mmoja na upande mwingine pia eh, katika kuzilipa lazima azifatanishe mfululizo kama anavyofanya yule ambaye eh, tulimuelezea katika kafara ile ambayo ulielezea hapo, kufunga miezi miwili mfululizo. Ewa. Katika kulipa vile vile moja kwa moja imekuja katika hadithi kwamba Aisha radhiyallahu anha alikuwa anazilipa funga ambazo anadaiwa katika mwezi wa Shaban hmm. Yani, anakuwa zinapita zile siku nyingi hajafunga mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alipo mwezi wa Shaban kwamba anafunga Ramadhani anafunga funga za sunna kwa wingi. Basi alikuwa anashirikiana naye kwa kuzilipa zile funga zake ambazo anadaiwa. Kwa hiyo hii imekuja kwamba hmm. wakasema inajuzi kufanya hata zile zinapita katika nyumba. Kwa hiyo hii ikajulisha hivyo, na kufanya katika wenye elimu wamesema kwamba ya kufanya mfuatanizo at katika usalama, usalama zaidi kaja katika usalama no zaidi. Kwa hiyo akifunga kwa mfatanizo itakuwa kafanya jambo ambalo Both hayuko say. Hata mmoja katika maulamaa ambaye atamwambia ka na wanasema wenye elimu, wa dhuhtiyatu fi umuri dini manfarra min shakki ila yaqini. Na mtu ambaye anataka usalama, kwani anachukua usalama katika mambo ya dini, basi ni yule ambaye anajiondoa katika shaka akajiweka katika katika yaqini. Na hakuna shaka kwamba akifunga kwa mfatanizo itakuwa katoka katika khilafu ya wenye elimu, itakuwa kafanya jambo la yaqini. Kwa kumalizia, mtu ambaye anafunga nadhiri, aliweka nadhiri kwamba atafunga, au huyu ambaye anakafara mughalladha ikatokezea safari kwamba kaenda nje ya nchi. Je, naye anapoa hukumu zile zile za msafiri kwamba kuruhusika kula Ewa, mtu ambaye alikuwa na nadhiri au mtu ambaye alikuwa na kafara hmm, wenye elimu wametofautiana, wamesema kwamba kuna baadhi ya wenye elimu wamesema kwamba mtu ana nadhiri au anafunga ya, ya kafara no, ikitokea safari sio, hairuhusiwi kwake yeye kufungua, ni kuzikatanisha kuzikata kwa yeah, kwa sababu no, itakuwa kazi katanisha na zile zitakuwa zifungwa pamoja no na wako wenye elimu vile vile wengine wamesema kwamba inajuzu, kwa vile Ramadhani no. ambao ni faradhi, ambao ukaiwajibisha Allah kwa mja wake no. amepewa ruhusa hiyo basi no, hii kafara ambayo ukailazimisha mja au nadhiri kwa nafsi no. yake mwenyewe, haiwi kwamba hii ni kubwa kuliko Ramadhani no. kwa vile katika Ramadhani amepewa ruhusa basi no, wakasema hii vile vile kapewa ataualakini tutambihi kule mwanzo kwamba sio mtu azue safari kwa ajili ya kafutura. Ahsanta, baarakallahu fiikum. Basi kufikia hapa itakuwa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare kwa wengine ili faida ipate kuenea. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Istiqama Swahili TV, busati lailimu na hekima.